Usiku wa Jumamosi, makumi ya maelfu ya Waisrael waliandamana katika mitaa ya Tel Aviv na maeneo mbalimbali nchini humo wakitaka kuachiliwa mara moja kwa mateka 59 waliobaki mikononi mwa Hamas huko Gaza na kulaani juhudi za serikali kudhoofisha mahakama na kufukuza maafisa muhimu. Maandamano hayo ambayo kwa kiasi kikubwa yalikuwa ya amani yalionyesha hasira ya umma dhidi ya uongozi wa waziri mkuu Benjamin Netanyahu wakati vita vikiendelea na mazungumzo ya mateka yakikwama. Tel Aviv ilikuwa kitovu cha maandamano ambapo umati mkubwa ulikusanyika katika viwanja vya Habima na Hostages Square wakiwa na bendera za Israel na mabango yaliyoitaka serikali kuwarudisha mateka nyumbani na kulaani uongozi wa Netanyahu. Maandamano haya yalifuatia saa chache baada ya Hamas kutoa video nyingine ya propaganda ikimwonesha mateka Alkana Bohbot akiomba kuokolewa, ya pili ndani ya wiki moja. Einav Zangauka, mama wa mateka Martin Zangauka, alimshutumu Netanyahu kwa kile alichokiita mauaji ya kulengwa dhidi ya mwanawe kufuatia mashambulizi ya anga na ya ardhini yaliyoanzishwa wiki iliyopita. Alisema serikali imetelekeza mateka kwa sababu za kisiasa ikiwemo kupitisha bajeti ya mwaka 2025 na kujaribu kuondoa maafisa kama mkuu wa Shinbeti na mwanasheria mkuu. Meya wa Tel Aviv, Ron Huldai alisisitiza kuwa taifa liko vitani sio tu dhidi ya Hamas, bali pia dhidi ya serikali inayovunja misingi ya kidemokrasia. Alionya kuwa serikali ikikaidi uamuzi wowote wa, wa mahakama ya juu dhidi ya kufukuzwa kwa maafisa, serikali za mitaa zitachukua hatua. Katika maandamano mengine karibu na makao makuu ya jeshi la ulinzi la Israel IDF, Yotam Cohen, ndugu wa askari mateka Nimrod Cohen alidai kuwa serikali inapendelea mateka waliokufa kwa sababu hawawezi kuoji uongozi alifananisha maneno ya Netanyahu na yale ya Hamas akisema yote yanatumia mbinu za kisaikolojia kukandamiza upinzani katika Hostages Square mateka aliyeachiliwa Lil Hon alimsihi waziri wa masuala ya kimkakati Ron Dalma kutoa sababu ya serikali kukataa kufikia makubaliano Hon aliyekuwa mateka kwa siku 498 alielezea mateso ya maisha ya chini ya ardhi ya Gaza na kuomba hatua ichukuliwe kabla ya Pasaka April 12. Wakati maandamano mengi yalikamilika kwa amani, machafuko yalizuka baadaye usiku Tel Aviv. Polisi walikabiliana na waandamanaji na kuwakamata baadhi yao kwa kutumia nguvu. Polisi walitangaza maandamano hayo kuwa haramu, wakisema alivuruga utaratibu wa umma. Huko Jerusalemu, maelfu waliandamana hadi kwa makazi ya wa waziri mkuu, baadhi wakibeba mabango yakimtaka wa Delma kuleta suluhisho au kujiuzulu. Babu wa mateka aliachiliwa na mlevi alimtuhumu Netanyahu kwa kuwaacha mateka na kuzingatia maslahi yake ya kisiasa. Maandamano hayo yanakuja huku mazungumzo ya mateka yakiwa yamekwama, mapigano yakirejea ya Gaza, na hatua tata za serikali kuwafukuza kazi maafisa wakuu na kuendeleza mageuzi ya mahakama. Kura ya maoni ya Channel 12 ilionyesha kuwa asilimia 69 ya Waisrael wanaunga mkono kusitisha vita ili kuwaokoa mateka wote.